Hebu kumsikiliza waziri mkuu Mwigulu Nchemba, yeye anazungumza, anasema taifa hili lina rasilimali za kutosha, na ndiyo maana watu wengine wanamezea mate. Amezungumza rasilimali tulizo nazo, na ni kweli, lakini mbona watanzania hatufanani na rasilimali hizo? Mbona hatufanani nazo? kama kweli tunazo rasilimali hizo anaozisema, na mimi naamini zipo unaozungumzauranmliganga ma madini ya chuma kabisa, yani ni ufahari wa hali ya juu. Mbona hatufanani nazo? Yani tukiangalia watanzania maisha yetu na hizo rasilimali, mbona atuendani? mii iichokigundua ni kimoja, ni ubinafsi, ubinafsi, ubinafsi wa viongozi tulio nao. Hivi viongozi tulionao leo wanaweza kafanana na nyelele hata kwa sekunde? hii unawe access hapa waziri, ni demokrasia kubwa mno, direct democracy hapa, ambao kila mtu yuko huru kusema na umesema, tuseme. Kwa hiyo sasa vijana, kitendo cha kuwaziba vijana na kutolea mfano hapa, naweza nikaa na bomba lile la kusukuma vijijini, humo tuna mabomba kama yale hapo, unasukuma maji pale, kuna lo, kuna koki ya kutoa maji, unaposukuma pale, umefunga umefunga pale stoke, lakini hapo unasukuma, unategemea nini hapa jana? Si maana yake tapasuka ndicho kilichotokea tarehe ishirini na tisa kwa sababu umezima umeziba watu wasiseme watu wasiwe huru. Haya, angalia, mtu anampenda mtu wake amchague, unamkata jina kule. Chama fulani anakipenda, unakikata kule. Sasa unategemea huyu kijana afanye nini? Kimbilio lake liwe wapi? Haya ni maisha yetu wote, tupunguze tupunguze ubinafsi. Kwa hiyo niwaombe, kama viongozi wetu mtusaidie sana. Mwisho kabisa hebu tuache uwanda wa mambo ya teknolojia, uchukue nafasi yake. Kwenye mambo ya teknolojia ichukue nafasi yake. Hii mitandao ya kijamii imeletwa kwa ajili ya vijana, asilimia kubwa ndio tuko huko. Mkitunyima fursa hizo, TikTok tu mtu anaweza akatengeneza milioni 3 mpaka milioni 4 akiwa na access ya kuweza kutumia. Leo mmezima, haya naishije yule mtu? Kelo zipo nyingi, lakini kelo ya watanzania na vijana wengi ambao tunaambiwa ni zaidi ya asilimia 60 ni katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunahitaji tupate katiba mpya. Tujiulize, tangu tarehe 24 ya mwaka 1977 mpaka tarehe ya leo ya mwaka 2025, takriban miaka mingapi? Kwa uthibitisho, vijana tunahitaji haki ya kikatiba. Tumeona mambo yaliyotokea Oktoba 29 taifa, kama vijana tumeumia sana Tumesimama hapa kama Watanzania, yawezekana wengi wanashindwa kutoa maoni kulingana, pia kuna changamoto zinazojitokeza, tunakuwa shindwa kuwa uhuru. Sasa hata haya maoni tunashindwa kuelewa ni yepi tutoe. Naweza nikatoa maoni lakini unahofia nitafika kesho <tos> <tos> <tos> Aa, ni ukweli usiopingika. Mwalimu Nyerere aliwahi kusema katika moja ya nukuu, ni kimnukuu, katiba ni sawa na vazi la mwanafunzi. Mwanafunzi anapokuwa darasa la kwanza shule ya msingi aushone, ushonewa vazi jipya, lakini anapofika darasa la saba vazi lile halimfai tena, ni kuichanachana na kumtengenezea uniform itakayomtosha na mazingira yake ya wakati ule, mwaka 77 ilikuwepo. Sasa lazima tujue kwamba vijana kiu yao kubwa ni katiba, isipokuwa hivyo kuna haki za msingi aziendani na dunia ya sasa. Wamebeba kama mfuko fulani. Ameshaondoka? Ameshaondoka. Ndugu yangu. Umeongea vizuri sana, haya ndio mambo tunataka kuyasikia, kwa sababu mimi niko hapa ili tuijenge nchi yetu na maelekezo ya Rais anataka vijana wazungumze wanataka nini, wanahisi nini, akiko sawa, turekebishe wapi. Kati ya vitu mmenifurahisha, wana Uyole, changamoto zote mlizoziongea, mmetoa na na mapendekezo, na hiki ndicho tunachokihitaji. Sasa kwa muda nitakaokaa katika wizara hii, nataka nihakikishe vijana wa Tanzania sauti yao inasikika, wanapewa vipaumbele na nitawasemea kadiri inavyoweza, sawasawa na maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Kipaumbele kikubwa cha Mheshimiwa Rais sasa hivi ni kundi la vijana. Ndio maana kauli mbiu wetu katika ziara hii tunasema hivi, vijana tuyajenge, Tanzania ni yetu. Vijana tuyajenge, maana yake nini? Haya tunayoongea ndio watakao tengeneza kesho yetu, ukiacha mapenzi ya Mungu, lakini sisi vijana ndio tuna kesho kubwa zaidi kuliko mtu yoyote yule. Kwa hiyo nchi ikiharibika leo, maana yake tumeharibu kesho yetu na watoto wetu. Nchi isipokaa saa leo sisi ndio tunapata madhara makubwa, hata madhara yote tunayozungumzia yaliotokea, waathirika wakubwa ni vijana. Kwa lazima tukae chini, tukubaliane, tupeane mawazo kama tunavyopeana haya mawazo.